na nyinyi hapa si ndio? Yeah. Hivyo basi ninaomba sana ifikapo Oktoba 29 twende tukakichagua Chama cha Mapinduzi, kwani nyinyi wenyewe ni mashahidi mazuri ambayo ameyafanya mama yetu kwa kipindi cha miaka minne. Tena aliachiwa nchi kwenye kipindi kigumu sana, simeaona. Ninaomba sana ndugu zangu ikifika 29 tukatiki kwa chama cha mapinduzi. Sisi nasema laini yangu, kwa sababu ni jujalee mwenzangu, jujare jujaree cha urembo ah, kaka yangu, okay, okay, okay. Mshauri wangu najua wote mnafahamu alikuwa kwenye jimbo la Mbagala lakini imemponeza Mungu, sasa hivi amekuwa kwenye kipindi hiki cha anakuja kugombea jimbo la Chamazi CCM oye! Sasa kama aliweza kuongoza jimbo lenye kata kumi atashindwa kata nne? Jamani, mnaomba kabisa mwende mkampigie kura za kishindo kishindosn. Vile vile namwombea kura ndugu yangu Ngililea, niwatoe hofu mimi, hii ni wame yangu ya pili. Niwaombe sana mkamchagua Ngililea awe diwani wa kata hii, kwani mimi nitakuwa mwenyeji wake pale halmashauri Chochote ambacho atakuwa na haelewi mimi niko tayari kumtu, kumpa ushirikiano kwa sababu ninajua na nina uchungu wa kata ya Chamazi. CCM oye! Kwa heshima na taazima ninaomba sana tarehe 29 Oktoba tukatiki tukatiki tukatiki kwa chama cha mapinduzi. Lakini pia mwenyezi wangu ananiambia hapa, baada ya kutiki tarehe 29, tukishapata kura nyingi mwisho wa siku tunarudi hapa tunafanyaje? Tunatikisika, si ndio? Kutikisika, utikisika. E, Mama Samia! E, Mama Samia raha, cha urembo, cha urembo raha. Abduri wewe, abduri raha hapo, vipi? Asanteni.